Tundulisu ni mwanasheria wanaoenda endesha kesi ya Tundulisu na wanaotetea kesi ya Tundulisu Lisu, na wanaofanya maamuzi wote ni wanasheria na wote wanazijua hizo sheria, kuanzia kwa prosecutor, kuanzia kwa hakimu aliyokaa, hata kama ni jaji na mawakili wa kujitegemea, hakuna kesi ya uhaini unaposema no reform, no election. Kesi ya uhaini ni pale unapotaka kuua rais au umeua rais, unataka kupindua nchi au umepindua nchi, unataka kuua spika au umejaribu kumuua au umemuua waziri mkuu na makamu wa rais. Katika hivi vitu vyote Tundu Lissu kufanya kipi kwao? Mimi na washauri, mawakili wa Tundu Lissu sijajua, kwa sababu sijapitia hiyo chaji ambayo inamshikilia huko chini kama huku chini mwenendo huko sawa wapande huko juu, ili huku waende wakaonyeshe prima facie case, yaani waonyeshe mwanzoni kama kweli kuna element hata kidogo ya nini, ya uhaini treason. Hakuna treason pale, na kama ndivyo, mimi nasema hivi Tundu Lissu DPP, ambaye anamshikilia anatakiwa mwachie haraka arudi kwenye mchakato. DPP atakiwa kuingilia mambo ya uchaguzi. Mlalamikaji pale ni nani? Kwa sababu no reform no election. Manake ni kwamba alikuwa na gomesha ni si uchaguzi. Sasa mbona tumeandikisha watu mtaani? Hata mimi mwenyewe nimejiandikisha nitapiga kura. Si angeanza kugomesha watu wasijiandikishe. Watu wamejiandikisha. Wanachotakiwa kukifanya serikali, wanatakiwa wache ugomvi wa wa vyama vya siasa. Kama sisi wenzangu, kinachowakwaza sana ni no reform, no election, na wenyewe waandike t-shirt imeandikwa hivi no election, no reform, manake tuende kwenye election tuje kwenye reform. Si hivyo tu naweandika t-shirt yako uje mtani una shauku ya kujiunga na jopo la mawakiliwana, hata ukinita kesho naen hakimu anabana wa mikono wanasheria wanajua no reform, no election. Sio ugaidi. Kwa nini wameendelea kumshikilia mtu kwa sheria ambazo wanajua kwamba haziko sahihi, wanachofanya sio haki.